Mlezi, mlezi, mlezi, iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni kaka, shangazi, mjomba, sijui wewe ni nani, lakini nasema na wewe mlezi unayemlea mtoto, iwe ni mdogo wako, mwanao anono huyu, yani sijui ni nani, lakini mlezi, sikia nikwambie, utaweza kuhukumiwa ukaikosa mbingu kwa sababu ya huyo mtoto, huyo nani huyo mtoto ukaikosa mbingu unayotegemea kuingia katika Yesu Kristo kwa sababu ya huyo mtoto. Sikiliza ni kwambie, Bibilia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, atapokuwa asije akaiacha njia ya Bwana. Najua inaumiza. Kwa jinsi gani leo hii wazazi, walezi namna mnavyokuza watoto, namna mnavyokuza watoto. Okay, tuseme hivi, mimi sina mimi sina mwana, lakini kutokana na msingi wa neno la Mungu ninaona na ninaumia kwa sababu ninaona jinsi gani una uwezo wa kuja kuikosa mbingu kwa vitu, yani vitu vidogo ambavyo leo hiwa unadharau. Unamchukua mtoto wako unamuweka mbele ya TV, mbele ya TV. <laughs> Yesu Kristo tusaidie unamweka mbele ya TV, unamwacha mtoto wako mwanao, sijui ni mdogo wako, mtoto ambaye hawezi kujisimamia, unamfungulia vitu havina utukufu, havina chochote kinachomhusu Mungu, zaidi ya udunia, zaidi ya vitu ambavyo havimjengi katika msingi Yesu Kristo. Yesu Kristo, ama tuseme Mungu alisema ya kwamba wakati anaenda ku Kuiangamiza Sodoma na Gomora. Kabla hajaenda kuiangamiza Sodoma na Gomora, alikuwa na Ibrahimu. Sasa Mungu, Biblia inasema Mungu alikaa chini akatafakari, akawaza, nimfiche Ibrahimu ambaye ataenda kurithisha hata kizazi chake, ataenda hata kuwaeleza watoto wake kunijua mimi, kunicha mimi, kunifuata mimi. Mungu alijua Ibrahimu msimamo wake, aliwafundisha watoto na wale wote waliokuwa nao kumtazamia Bwana. Wewe unachokifanya unachokifanya si ndio? Unachokifanya wewe unasubilia jumapili umpeleke kanisani jumapili jumapili, atoke katika hiyo tv unayoweka mbele ya maisha yake, atoke katika hiyo miziki ajabu ajabu ambao namruhusu mtoto wako anasikiliza jumapili pekee, akakae pale, akapate kuimba, akapate kusikiliza neno la Mungu jumapili peke yake, jumapili peke yake alafu nategemea msingi unaotengeneza ni msingi ambao mbele za Mungu unaonekana wewe unatenda kilicho sahihi. Sikiliza nikwambie, mtoto ambaye Mungu amekubariki naye we baba we, we baba we mama, huyo mtoto Mungu aliyekubariki naye atakuponza, mbingu utaikosa na kueleza, kwa sababu neno linazungumza kwamba mlee mtoto katika njia za Bwana, akikuja akikuwa asije akamsahau Bwana. Biblia inasema kitabu hiki ama sheria hizi uziweke kwenye kwenye malango yako, uweke kwenye kwenye, samahani maandiko, ah, limehitaji tena ah lakini linasema weka maneno ya Mungu katika milango yako, ili watoto wako wakapate kujifunza. Watoto wako akawafundisha watoto wao, watoto wao wakawafundishe generation yao. Sasa wewe unachokifanya, unategemea jumapili peke yake, huku hizi siku za kawaida unamweka mbele ya TV, anaangalia SpongeBob SquarePants, anaangalia Dora the Explorer, anaangalia CBeebies, anaangalia Tom and Jerry anaangalia, hizi DJ lufufu ufufu, anawasikiliza hizi nini, zinaitwaje hizi, hawa wengineo wakina DJ Mark anawasikiliza hao. Alafu unategemea uko safe, uko salama, yaani unategemea like you good, yaani Yesu ana kuangalia like unafanya kitu chema. Nataka nikwambie hichi, sikiliza, sikiliza, usipobadilisha huo msingi, usipo ubadilisha huo msingi uliomjengea mwanao, ninakwambia maana nao hawatakumbuka utasimama mbele za kiti cha enzi na Mungu atakwambia, kwa sababu ya mtoto wako huna uwezo wa kuingia mbinguni, kwa sababu ya mdogo wako, mjomba wako, shangazi yako, ambao wewe umemchukua unamlea kama mlezi, kama mlezi wa kumlea kana kwamba yuko chini yako, ule utasimama mbele za Mungu na Mungu atakukataa. Angalia namna unavyomvisha huyu mtoto. Mtoto ni wa kike unamvisha vipeni avisha una visketi vifupi. Huyu ni yani mtoto tu, watoto yani, wao Alafu angalia, Kristo, we unajiita Kristo, unayetegemea kuingia mbinguni, una watoto alafu unategemea mbinguni utaingia. Angalia namna gani unavyomlea mtoto. Mtoto haijui Biblia, anajua kusoma ana, sikana kwamba ajui kusoma, anajua kusoma lakini haijui Biblia. Mtoto wako hajui vitabu vilivyopo katika Biblia, mtoto wako hajui vitu vilivyopo katika Biblia. Lakini embu angalia msingi hawa watu kidunia, semu, watu akaribu, wa kidunia wanaotuonyesha, ambao tuseme watu wa karibu ambao tunazunguka nao Waislamu, angalia msingi wanaojenga toka mtoto akiwa mdogo akike, tayari kashafungwa, sijui anahitaji hivi kama vibaibui sijui anasema, lakini unakuta na vishwa tayari, toka mdogo tayari kashaanza kutengenezwa mazingira kwamba wewe unaenda hivi. Lakini sisi wa Kristo, no, tunaishi katika neema, si ndio? Neema si ndio? Mama neema ndio anaitegemea si ndio? Baba neema unategemea kana kwamba okay, wewe kama baba, acha mama, mama ndio atatengeneza. Sikiliza wewe baba, pia una hatia pale pale kwa sababu kama baba wewe ndio kichwa cha kusaidia, wewe baba ndiye kichwa cha kumfanya mama ama kufanya watoto akawa na msimamo kumpenda Mungu. Fikilia, namwangalia mavazi na unayomvisha mtoto wako, unamnunulia mtoto wako vinguo vya vi ajabu ajabu, vipensi, vinguo vinamwacha wazi, yani vinguo, yaani mtoto wako akisema chuchumaa hivi nguo zake zinaonekana yani yani yani una unafanya kwa sababu ni mtoto, kana kwamba ok, unaweza ukafanya chochote, hauna hatia lolote. Nakuambia hivi, utasimama mbele za geti la mbinguni na Bwana atakukataa kwa sababu ya huyo mtoto. Unaweza ukabisha, unaweza ukasema ah, mtumishi, unaongea kitu chochote. Sikiliza, Mungu alipokupatia huyo mtoto alikuwa anajua kabisa utasimama katika nafasi yako kumsaidia kumlea katika misingi ipasavyo kuenenda nayo. Leo hii imefika hatua okay, um, binti kakua, kijana wako kakua, unamwacha narudi nyumbani kachelewa, anasikiliza miziki ya ajabu kwenye nyumba yako, nyumba ya kwako. Hiyo miziki ajabu anaweka yeye, filamu za ajabu anaweka yeye, mavazi ya ajabu ya ajabu ya anavaa yeye, alafu ume, umenyamaza kimya kana kwamba okay, apote apote, si maisha yeye mwenyewe, kashakuwa mtu mzima. Sasa hivi we yupo chini ya dali lako, yuko chini ya nyumba yako, alafu we mwenyewe unasema, ah, okay, muache tu. utasimama mbele za geti la mbinguni na Mungu atasema hapana, kwa sababu kama mama una kama mama una jukumu la kumlea huyo mtoto wako wa kiume wa kike, kumsimamia, kumkanya, kumkemea ili asimame katika misingi ya Bwana akitoka katika uwepo wako. Sawa, Hamna shida. Nilikutana na dada mmoja, sio dada mmoja, nilikuwa kwenye uinjilisti katika uinjilisti ule, um, katika ule uinjilisti tukafundisha, nikakutana mabinti fulani, ni, ni mabinti tu, yani makamu fulani, wamevaa tight, wamevaa tight, wamevaa tight, naona no, kama ni mtu na mdogo yake, wamevaa tight ambao ni watu ambao wanaweza wakajielewa so, nikawa naona ni wanapita pita hivi, sasa kukuwa na wanaume wengi wako mala pale, wanapita pita tu na viunguo vimewakamata wamevaa vibodi, sijui vitopu juu chini, huku wamevaa hivo vitaiti, kana kwamba wanapita tu, yani wanaume wanaangalia au wanawakagua. Akili yangu ikawa inaniumiza, hawa wanaonekana ni wadogo, hawajitegemei, wana wazazi, wana walezi. Okay, fanya uinjilisti wangu. Baada ya kufanya uinjilisti, nikasema okay, sio mbaya. Hebu ngoja nitoke niende nikazungumza nao. Nikatoka mahala pale nikawafuata. Habari zenu? Salama kabisa. Naendeleaje? Ah, salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Hongera kwa kazi ile ile ile, saa imeisha. Nikamwambia nataka niweze kuambia kitu ndugu zangu. Kuna vitu vingine tunavyoweza kuvifanya ambavyo vitapelekea mimi na wewe tukakosa kuingia mbinguni. Nikawaeleza, nikawafunulia na maandiko. Nikasema Biblia inasema katika kumbukumbu kumbu la Torati 22 mstari wa 5 kwamba mwanamke apaswi kuvaa mavazi ya, mwana, ya mwanaume na mwanaume apaswi kuvaa mavazi ya, ya mwanamke. Sasa unavyovaa wewe hii tight hizi nguo moja, unamkosea Mungu kwa kuvunja iloandiko, lakini pili, ulipokuwa ukitembea hawa wanaume waliokuwa wanazunguka hao, ndio uliokuwa unawasumbua, wanatenda dhambi kupitia wewe. Dada mkubwa akadaka, akasemaje: we mtumishi, unasemaje? Baba yangu ndiye aliyetoa hela kuninunulia haya mavazi. Sikia kauli kama hiyo, baba yangu ndiye aliyetoa hela kuninunulia haya mavazi. Najua ikafika hatua, yaani ni, ni, ni, nilipigwa na ile butwaa ndani yangu kana kwamba ah, iko hivi akadai: sio mama, sio baba tu, hata mama tunaenda shopping eja, nikawaza tu... nikasema hawa nao ni Wakristo, Jumapili wanakiri wananiambia, mtumishi, hata sisi wenyewe tunaenda kanisani, kana kwamba ujui, unatuona sisi hatuelewi Biblia, sija tufahamu Biblia. Unajua, nikaa nawaza, nikaa nasema ok, hawa wanaenda kanisani, baba anatoa hela, ananunua vinguo vya ajabu ajabu, mama yuko radhi kwenda kuwanunua watoto vinguo vya ajabu ajabu, alafu haleluya haleluya, yani, yani atukuzwe Yesu Kristo. Nataka nikufumbwe macho, unaweza ukaikosa mbingu kwa sababu ya huyo mtoto wako. Kama yupo chini ya dari yako, kama yupo chini ya nyumba yako, kama yuko chini ya umiliki wako, yaani ya hawezi kujitegemea na kuangalia wewe, wewe ndio unayemwangalia, ndio unayemchunga, ndio anafanya kila kitu. Nakuambia hivi, kwa kuwa yuko chini yako, utatoa hesabu, utatoa hesabu. Mdogo wako, sijui mjomba wako, sijui shangazi, utatoa hesabu utatoa hesabu. Oh, mtumishi amekuwa mtu mzima sasa, mtumishi asiwezi sasa kumchunga? Sikiliza, si yupo chini ya dari yako? Si yupo kwenye nyumba yako? Si yupo katika umiliki wako? <laughs> Chukua hatua, fanya badiliko. Unamwona ni mtu akwenda sijui maklabu, mkanye, mwambia we, staki huo ujinga, staki huo ujinga wako staki. Nakwambia, kama unataka kufanya huo ujinga unaotaka kufanya, toka kwenye nyumba yangu akajisimamia mwenyewe chini ya dali lako, alafu unamruhusu anaenda zake klabu, anavaa vinguo vya ajabu. Wengine mlikuwa na watoto wadogo, mnawavisha vinguo vya ajabu ajabu. Wengine mnawaweka tu kwenye makatuni, wanawasikiliza ama DJ sijui dufufu, wanawasikiliza sijui akina DJ Maki au wanafanya fanya mambo ya ajabu ajabu, ajabu, wanajihusisha na kusikiliza miziki ya kidunia, alafu this kana kwamba unategemea Jumapili ndo atoke aende kanisani, ndo Mungu moyoni. Utatoa hesabu ya huyo mtoto ambaye Mungu amekukirimia umpate Mzazi, mlezi, mama, baba, kaka, dada, shangazi sijui mjomba, huyo mtoto huyo huyo mtoto nimalize kwa kipengele hiki katika kitabu cha Samueli wa kwanza, kama sijakosea ni sura ya pili na ya tatu. Inaelezea jinsi watoto wa Eli watoto wa Eli walivyokuwa wanafanya maovu baba yao alijua, baba yao alikuwa anafahamu, lakini alikuwa katika hali ya kupuuzia, katika hali ya kupuuzia. Soma hicho kitabu, soma hicho kitabu, nakusihi tu. Kama kama sehemu ya kujifunza zaidi, nenda kwenye hicho kitabu, Samueli wa kwanza sura ile ya pili, kama sijakosea. Kama sio sura ya pili, ya tatu na ya nne, kasome pale utas, utapata huu fahamu. Eli, eli. Mungu alimwambia hivi, kwa sababu uliona uovu wa watoto wako kanyamaza kimya, nimeku yani wewe familia yako, ukoo wako wote, ninawatapika amna mtu yoyote wa kuwa kuhani, hakuna mtu yoyote wa kusimama mbele yangu, hakuna cha mzee, hakuna cha yoyote atakayeweza kukua. Nitawaua watoto wako kwanza, wewe mwenyewe pia nakupiga na kukata. Kwa ajili gani? Eli alikufa kwa ajili ya watoto wake. wewe wewe mama, baba, mjomba, shangazi unaniangalia, ah, mjinga huyu anaongea ongea. Sikia nikwambie, mimi nazungumza kitu cha Biblia. Eli kwenye Biblia alikuwa ni kuhani. Mungu alimuua yeye, watoto wake, na akamwambia kabisa. Mungu akasema anaapa, familia yake haitaweza kusimama katika ukuhani na hakutakuwa na mzee. Sio maneno yangu, kasome Samueli, Samueli wa kwanza, ile kama sio sura ya tatu ni sura nne, kasome uweze kuona mahala hapo nataka nikuambia hivi huyo, huyo mtoto huyo mtoto huyo mtoto huyo atakuzuia kuingia mbinguni. Badilisha mavazi, badilisha aina za nyimbo ambao namsikilizisha, badilisha aina ta, yani, badilisha yani ana mambo ya sikia. Haijalishi yupo mkubwa kiasi gani, yupo chini yako, na kuambia yupo chini yako. Heri hata yani, kama unaona ni magumu, mfukuze mwambie, mwanangu, kwa sababu hutaki kuishi sawa sawa na maandiko ya Mungu, toka ondoka, safi kuliko kumbakisha mahala hapo. Unalea ujinga, unalea ujinga, alafu unategemea bwana Mungu akupe neema. Maandiko haya yakafanyike baraka kwako, ama tuseme ujumbe huu ukafanyike baraka kwako. Fanya marekebisho kabla hujachelewa. Yesu Kristo anarejea hivi karibuni, na tukiachana na ujio wa Yesu kuja, parapande kapigwa, kuna kitu kinaitwa mauti mimi wewe hatujui saa, hatujui siku, hatujui dakika, hatujui muda wowote ambapo huyu Yesu Kristo atachukua pumzi zetu, tutasimama mbele yake. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Unakufa, mtoto wako anavaa vimini, anavaa vipedo, anavaa vijinsi vimechanika chanika, vimelegezo, anajivutia zake bange, anafanya hiki na kile chini ya dali yako. Unakufa, mtoto wako mdogo mdogo, yule mdogo, mdogo, mdogo. Unamkalisha kwenye vikatuni unamwekea vidije lifufu sijui vidije baki hivyo, unamwekea vinyi muziki ya kidunia dunia, alafu unategemea mbingu naingia, hey. Mungu akusaidie, na imani huu ujumbe umekufikia kwa wakati sahihi. Mungu akulinde na akutunze, amen.